Bado tunaendelea katika zoezi la kuwagawia vijana pikipiki, na zoezi hili litakuwa endelevu kwa miaka yote ambayo mimi nitakuwa kiongozi katika jimbo la Kigoma mjini. Na nawasii vijana wengine wote ambao mna vijiwe vya pikipiki, hapa nipo kijio cha Msufini. Watu wote ambao mna vijiwe vya pikipiki, tunaomba mwende mkajisajili. Kujisajili ni rahisi sana, manispaa, ili mtambulike. Tukiwakabidhi pikipiki Tujue tumekabidhi kikundi ambacho kinatambulika. Hatuwezi kumpa mtu pikipiki ambaye wamejikusanya tu kihuni. Hapana, tunataka watu ambao wanafanya kweli biashara hii ya usafirishaji. Nimekuja hapa, wadogo zangu niliwaahidi kwamba nitawakabidhi pikipiki, na wamekizi vigezo vyote vya kukabidhiwa pikipiki kwa ajili ya kuanza kufanya biashara na wao kuweza kuendesha kijiwe chao. Hii ni shughuli ambayo kiuhalisia inahitaka moyo, inahitaji moyo wa mtu kujitoa moyo wa kiongozi ambaye anawapenda wananchi wake. Nimeamua kwamba kwa miaka kwa mitano nitagawa pikipiki mia mbili hamsini na sitanii, nitazigawa kweli pikipiki mia mbili hamsini katika jimbo la Kigoma mjini. Mwaka huu mpaka unakwisha tunao miezi miwili, tahakikisha mtaani naingiza pikipiki zisizopungua hamsini mpaka mia moja. Kuna baadhi ya vijana wana vijiwe lakini hawajajisajili, wataanza kulaumu bana, sisi hatujapewa, Babalevo anagawa. Hapana, lazima ujisajili na nimewaomba madiwani, waheshimiwa madiwani wa kata zote kumi na tisa wawahimize vijana wajisajili, ili watambulike, ili tuweze kuwafikia na kuwapa pikipiki. Hatutampa pikipiki mtu mmoja mmoja kwa sasa. Kwa sasa tutawapa vikundi, ambavyo hivyo vikundi vitaitumia pikipiki kama sehemu ya kuendesha vikundi vyao na kupata riski kwa ajili ya familia zao. Wao wataamua kama wako thelathini kwenye kikundi, wanaweza wakasema leo ni zamu ya mtu fulani kuchukua hela pikipiki, leo ni zamu ya mtu fulani kuchukua, wakawa kila siku wanapeana zamu na wanapata riski kwa ajili ya hela ya kula na hela kufanyia vitu vingine tofauti tofauti. Lakini pia wanaweza wakawa na akaunti yao, wakawafungua akaunti ambayo itakuwa inaweka hela ya pikipiki yao, na mwisho wa siku, baada ya mwaka watakuwa tayari wameshakua na pesa nyingi ya kutosha. Naitwa Babalevo, mbunge wa jimbo la Kigoma Mjini, tutakwenda chini kama tulivyochaguliwa, hatutanyanyuka juu, na ndio maana hata gari inayotembelea vioo vio vyake viko chini, kwa sababu wananchi walionichagua wanatakiwa wanione, tuonge nao, waweze kunaa. Sasa simonchagua katika hizi, unataka ipi katika hivi? Hii hapa eh? sogeza mbele, sogeza mbele ufunguo. <laughs> huu ufunguo huu, na mkabidhi kiongozi wa kikundi hichi cha Msufini, kijio cha Msufini, uh, mdogo wangu Simoni, kwa ajili ya kuanza biashara. Wadogo zangu fanyeni biashara, sisi kama uh, mfuko wetu uh, au akaunti ya mbunge, tunataka elfu tatu tu kwa siku, and then hela zingine gawaneni, kuleni mnavyojua nyewe nyewe, au sio wazee? Poa vizuri. Mtashinda kutoa elfu tatu elfu tatu, mtashinda